Sumu mwilini husababisha ngozi kuzeeka na kuwa na mafuta mengi. Hii inaweza ikapelekea kuwa na chunusi zisizoisha, kupata makovu yanayotokana na chunusi, lakini pia kusababisha ngozi kusinyaa na kuzeeka haraka kwa sababu ya uwepo wa sumu nyingi mwilini. Sasa, ili kuondoa sumu mwilini kwa haraka na kuimarisha ngozi yako, au kama una matatizo ya ngozi ambayo haitulii, inapata chunusi zisizoisha, imesinyaa, ime inazeeka, au ina mikunjo ya haraka, basi nikushauri kutoa sumu mwilini ni kwanza na kuangalia ni vyakula gani ambavyo unavitumia ili kuepuka matatizo ya ngozi ili kuondoa sumu mwilini na kuepuka matatizo ya ngozi, kila siku asubuhi hakikisha unapata glasi ya maji yenye vipande vitano vya tango, vipande vitatu vya limau na vipande vitano vya tangawizi vidogo vidogo, ili tasaidia kutoa sumu mwilini, lakini pia kupata C247 na Livercare ili kusafisha mwili wako. Tunaendelea na challenge ya kutumia C247 na Livercare. Leo ni siku ya 19, ili kutoa sumu mwilini. Leo ni siku ya 19. Asubuhi tunatumia C247 kidonge kimoja. Ya. Hii kidonge kitakusaidia kutoa sumu mwilini kuimarisha ngozi na kuweka ngozi yako, kuhakikisha ngozi yako inakuwa nyororo. Ila nyongeza, epuka vyakula vya mafuta mengi, sukari vitaweza kusaidia pia kuondoa sumu kwa haraka. Dozi hii kuipata kwa mwezi ni shilingi laki moja na tisini na mbili. Soma caption kujua faida zake. Nitafute WhatsApp kuweka dozi yako na komenti neno niunge kujiunga na grupu letu la mafunzo bure.